Kwa wewe ambaye haujaanza kufuga au ndugu mtarajio mfugaji, huenda video ya leo ikawa ina ufumbuzi juu ya maswali yako mengi ambayo ulikuwa ukijiuliza kwamba hivi unapotaka kuanza ufugaji utaanzia wapi au unahitaji mtaji kiasi gani kuanza ufugaji. Sasa kupitia hilo, uh, ukiniuliza swali hilo mimi nitakwambia kwamba ufugaji hauna formula maalum hauna formula maalum kwa maana kwamba hauhitaji uwe na banda lenye ghorofa sabini au lililofungwa hadi vioo ili uanze ufugaji. Hauhitaji mtaji wa milioni ishirini au milioni mbili au laki moja kuanza ufugaji, isipokuwa popote utakapokuwa, miundombinu yoyote utakayokuwa nayo na fedha zozote utakazokuwa nazo zinakuruhusu wewe kuanza ufugaji pasina shaka yoyote. Nahili, na hili mimi nalithibitisha kupitia banda hili ambalo nimelijenga mahususi kabisa kwa mtu kama wewe, kwa sababu kuna watu wana interest na wanatamani kuanza ufugaji, lakini wanapoona mabanda ya wenzao wanakata tamaa, wanaona kwamba kumbe huenda laki moja yangu nilionayo haitatosha au haitatoboa. Kwa hiyo kupitia hilo nimelithibitisha, nime hili kwa kupitia banda hili Hili banda sio dogo sana, lakini sio kubwa sana, lakini kwa kuanzia linatosha sana. Banda hili nimejenga kwa kazi kubwa mbili. Namba moja ni kwa ajili ya kulelea vifaranga, lakini pia namba mbili kwa ajili ya kukuzia vifaranga. Sasa banda hili na flow mbili eh, kuna flow ya juu, lakini pia kuna flow ya chini. Gharama kubwa ambazo nimezitumia katika uwekezaji huu, kwanza ni misumari, lakini pia kuna bawaba eh, lakini na komeo yake, kuna kufuli, kuna trika hapa, lakini pia na vifaranga. Lakini vyote vilivyosalia nimetumia vifaa vilivyopatikana kwenye mazingira yanayonizunguka. Kwa hiyo hii maana yake ni nini? Ni kwamba haijalishi uko katika mazingira gani, haujalishi unamtaji kiasi gani, haujalishi uko wapi, unaweza kutumia resources zote zilizopo na zinazopatikana katika mazingira yako ikaa kama point of starting sasa. E, ngoja nikuonyeshe kwamba, uh, licha ya kwamba nimetumia uh, local available resources, je, banda linakizi vigezo? Kwa sababu swala la kutumia uh, material ya kawaida na kukidhi vigezo ni vitu viwili tofauti. Sasa uh, kwa upande wa juu kama nilivyosema, lina flow mbili. Kwa upande wa juu kuna lock hizi ambazo zinafanya kazi ya kufunga pamoja na kufungua ili dirisha kwa hiyo hili ni dirisha ambayo nimesuka tu na, na miti lakini pia na kamba kwa ajili ya kufanya uh, liwe linaweza wa kufunguka kama hivi, na nimeweka karibu, karibu, kwa ajili ya kumaintain joto, lakini pia huu wazi unaopatikana hapa ni kwa ajili ya kuingiza hewa. Kwa hiyo uh, ninapokuwa nimelifungua hivi ise, hizi hizi loki zinakuwa kama zinakuwa kama stand kwa ajili ya kuzuia especially pale ninapokuwa nahitaji kufanya zile management humu ndani. Kwa hiyo kwa, kwa ndani lina muonekano huu. Eh, na inapokuwa laba kuna uhitaji wa kuongeza mzunguko wa hewa ndani, lakini pidisha hili pia linatumika kwa ajili ya hiyo kazi. Lakini unapokuja kwenye floor ya chini, kwa upande wa floor ya chini na hapo kuna dirisha kama hili japo ni kubwa zaidi na lenyewe linafunguliwa hivi, lock yake inakaa hapa kwa ajili ya kufanya liweze kukaa na shughuli zingine ziweze kuendelea na mwonekano wa ndani ni kama hivi, na hapa kuna ngazi ambayo ni kwa ajili ya kwenda juu, especially pale vifaranga watakapokuwa wengi wengine unahitaji wapande juu au wanahitaji wapande juu. Kwa hiyo, kwa pale nitakapokuwa nimelea vifaranga humu ndani, yani kwa maana kwamba wapo ndani kwa asilimia mia moja, dirisha hili pia linatumika kwa ajili kama mlango wa kuweza kufanya zile practical managements, kwa mfano kuwapa chakula, kuweka jiko na vitu, na vitu vingine kama hivyo. Sasa kwa kuwa sikuwa na fedha au labda wewe unayeanza hauna mtaji au hauna fedha za kutosha za kununua makolokolo mengi, ambayo yanaweza kukatisha tamaa kuanza ufugaji, swala la kuweka maranda ambayo yatakuhitaji wewe na hela kiasi fulani, sio lazima sana zokatumia, mbadala wa kuweka mchanga kama hivi, na mambo mengine yakaenda vizuri kabisa. Kwa hiyo uh, baada ya kuwa usiku umefika, unaweza ukalifungua dirisha hili na ukaweka ukafunga hizi loki ambazo nimefunga na mpira kwa ajili ya kutengeneza uh, kuvutika vizuri na kushika vizuri, ambao loki nyingine iko hapa, ambapo inakuja kwenye huu msumari huo hapa, zinafungwa hapa, lakini kwa usalama zaidi, kuna kufuli liko hapa. Sasa mbali na hapo kuna ngazi ambayo kuku wenyewe wanaweza kupanda hapa na kuingia bandani. Yaani wale kuku ambao wana wako nje kwa ajili ya kufanya maisha yao ya kila siku lakini nyakati za usiku wanaingia kwa ajili ya kulala. Kwa hiyo kuna ngazi ya hapa ambapo kuna mlango hapa ambapo mlango huu ukifunguliwa Ukifunguliwa um, unakuwa kama ngazi kama tunavyoona kwa ajili ya kuku kuweza kuingia. Lakini mbali na uh, mwonekano wa banda kama hivi, tukija kwenye vifaranga, hauhitaji ununue si kuku wakubwa, hauhitaji ununue kuku si wa aina gani. Cha msingi tu ni kununua uh, vifaranga ambavyo vinaendana na ukubwa wa mtaji wako. Kwa mfano huu ni mfano mdogo tu ambao nimeuonesha, nime rasmi ili kuku inspire. Kwamba hauhitaji huo na shilingi ngapi kuanza. Hawa ni vifaranga tu wa mwezi mmoja, ambao huenda wanapatikana katika mazingira yanayokuzunguka kwa shilingi aidha elfu tatu na kuendelea, na hichi chakula anachokula ni pumba za kawaida tu, isipokuwa ni nimeongeza vitu vingine kwa ajili ya kukidhi mahitaji yao ya msingi kulingana na umri wao. Lakini kuna drinka hapa kwa ajili ya maji ya kunywa, lakini hata fida niliyotengeneza ni ya kupunguza gharama, lakini pia imetokana na matirio yanayopatikana mazingira yanayonizunguka. Lakini ukiachana na hapo, hata uwezekaji wake ni imara sana. Lakini nimetumia uh, vifaa na matirio yanayopatikana. Hizi ni bati ambazo hazikuwa katika matumizi kwa sasa, na vipande vingine hivi hapa nimeviokoteza tu huko. Mwisho wa siku, maisha mengine yanaendelea. Kwa hiyo hii inamaanisha kwamba unaweza ukatumia matilio yoyote yanayopatikana katika mazingira yako, ili mradi tu ukidhi mahitaji ya msingi na ubora wa banda lako ikiwemo banda kuto kuvuja, lakini pia uh, usalama pamoja na mzunguko wa hewa ndani ya banda. Banda hili kama nilivyosema ni kwa ajili ya kulelea vifaranga, lakini pia kwa ajili ya kuzishia vifaranga ambavyo vina range kati ya siku sifuri mpaka miezi miwili mpaka miezi miwili na nusu, vinaweza vikakaa huko, na capacity inachukua, inadependi na umri wa vifaranga, lakini pia idadi ya vifaranga. Kwa vifaranga wadogo kabisa, hata vifaranga 200 wanaweza kukaa kwenye banda hili, lakini kadri wanavyozidi kukua, capacity inapungua kiasi kwamba wakifikisha umri wa miezi miwili, banda hili linaweza kuchukua vifaranga 100. Mia moja. Kwa hiyo uh, tusiogope ufugaji, tusiogope kuanza, inawezekana. Ushindo wewe tu tazama, hii ni very simple kwa kutumia uh, uh, local available resources, lakini pia ni very cheap. Unaweza ukaanza ulipo, kwa kutumia resources zozote ulizonazo. Point of starting inatakiwa ni ya msingi kama hivi, lakini huko mbele kadi kuku atakavyoongezeka ndio tutajua kwamba tunatanua vipi banda letu au tunatanua vipi mradi wetu. Kwa swali lolote, maoni, ushauri, mapendekezo, au kama ungependa kuonyesha hisia zako juu ya video hii, unaweza ukakomenti au ukawasiliana nami moja kwa moja kupitia namba yangu hapo chini. Na kama umependezwa na video hii, unaweza ukalike, lakini pia ukashea kwa watu ambao unahisi maudhui haya yatawasaidia lakini pia usisahau kusubscribe ili kuwa karibu na familia Kigufa FieldMost kwa maudhui bora ya kilimo pamoja na mifugo. Ulikuwa nami Ahi Kigufa, mtaalamu mkulima na mjasiria mali wa masuala ya kilimo pamoja na mifugo. Asante kwa muda wako, tukutane kwenye video nyingine. Bye.